Mimi naitwa Silvesta Mwakitaro, ni mkurugenzi wa mashtaka na napenda kutumia fursa hii kutoa shukurani za dhati kwa serikali kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuwezesha ujenzi eh, wa jengo jipya kubwa la kisasa kabisa la makao makuu ya Ofisi ya Taifa ya Mashtaka kupitia uwezeshaji huu, ofisi ya Taifa ya Mashtaka makao makuu sasa imehamia kwenye jengo jipya ambalo lipo uh, mtaa wa Mashtaka, Njedengwa hapa jijini Dodoma. Jengo hili jipya ni ishara ya jitihada za serikali katika kuimarisha mifumo ya utoaji wa haki, na jengo hili sasa litatuwezesha kuongeza ufanisi katika utendaji wetu wa kazi kazi hizi za mashtaka, kwa kuwa mazingira ya kazi sasa yameimarishwa, yameboreshwa, na hii imeongeza morali mkubwa sana kwa watumishi wa ofisi taifa ya mashtaka. Tuhakikishia wananchi kwamba kwa, kwa kutumia miundombinu hii ambayo tumeipata sasa, jengo hili jipya, tutaendelea kutekeleza majukumu yetu kwa weledi, kwa uwazi, kwa ufanisi na kwa uadilifu tukilenga kuhakikisha haki inapatikana kwa wakati na kwa usawa kwa wote. Niwakaribisha sana wananchi kutumia kupata huduma eh, kwenye ofisi ya Taifa ya Mashtaka, na sasa basi, kita, kita kwa kwenye jengo jipya basi tutakuwa tayari kuwahudumia kabisa kwa, kwa upendo na wakati wote watakapokuwa na jambo lolote ambalo wanahitaji eh, ya taifa ya mashtaka basi sisi tutakuwa tayari kuhudumia. Karibuni sana, asante sana. Majina yangu naitwa Bibiana Joseph Kileo, ni naibu mkurugenzi wa mashtaka, ofisi ya taifa ya mashtaka. Jengo hili tumehamia ni siku ya tarehe sita mwezi wa kumi mwaka 2025 na ni jengo lenye ghorofa saba na kwa ukubwa jambo jengo hili limeweza kutoa nafasi kwa watumishi wote wa ofisi ya taifa ya mashtaka wa makao makuu. Ukamilishwaji wa jengo hili ni mojawapo ya mafanikio makubwa kwetu. Lakini pamoja na kukamilika kwa jengo hili la taifa la mashtaka makao makuu Dodoma, tunayo pia majengo mengine ambayo yanaendelea kujengwa nchini kote lakini pia tunao majengo machache ambayo yamekamilika na tayari watumishi wetu wa ofisi ya taifa ya mashtaka kwenye level kwenye ngazi ya mikoa wameshahamia. Amia chukua nafasi hii na fursa hii kuwakaribisha sana wananchi katika jengo hili ili waendelee kupata huduma bora za mashtaka kwa usawa na kwa wakati kwa watu wote, asanteni. Naitwa Simon Sintobi, ni mkurugenzi wa utawala na usimamizi wa rasilimali watu kutoka Ofisi ya Taifa ya Mashtaka. Napenda kuchukua nafasi hii kuwafahamisha kuwa Ofisi ya Taifa ya Mashtaka iliyokuwa ikitoa huduma zake kutoka eneo la Chuo Kikuu cha Dodoma, sasa tumehamia katika jengo letu la makao makuu lililopo mtaa wa Mashtaka, eneo la Njedengwa. Ofisi hii ya makao makuu iko pamoja na ofisi ya mkoa wa Dodoma ambayo mwanzoni walikuwa wakitoa huduma zao katika jengo la NSSF lililopo maeneo ya relii huduma. Kwa hiyo napenda kuchukua nafasi hii kuwakaribisha wote ili muweze kupata huduma zetu ambazo zinaendelea kutolewa kama kawaida katika jengo letu jipya ambalo liko karibu na ofisi ya Tume Huru ya Uchaguzi. Napenda kuwakaribisha sana, karibuni na Mwenyezi Mungu awabariki.